A mpaka sasa hivi watu 28 wamepoteza maisha kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya u... u... ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP likiwa na tela lake lenye namba T148 CTD Aina ya Scania, lori likiwa limebeba shehena ya unga liliweza, likiwa linaendeshwa na dereva ambaye ambayo anaitwa Filipo Laiton Mwambi Mwashibanda mwenye umri wa miaka thelathini na tatu. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, likiwa linatokea Dar es Salaam kama nilivyosema, likiwa limebeba shehena ya unga liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili gari mojawapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, ambayo sasa ndoumo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice, na kutumbukia kwenye eneo hili la Kolongo kwenye mto huu eh, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo ishirini na saba kwa jana, lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba, uh, majeruhi mmoja ameongezeka na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini uh, na nane. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili kwenye jinsia hiyo ya kike, lakini eh, wanaume sasa ni kumi na sita na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa navyoongea, katika hao marehemu walio katika ile hospitali ya ifisi kumi na nane wamekisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni tisa. Kama nilivyokwisha sema, wanaume ni saba, walikuwa saba, lakini sasa wamebaki nane. Kwa hiyo e, sita ni wanaume na wanawake ni wawili. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni, ni, ni, ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Losa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala miaka 35, mkazi wa Mbalizi aliyekuwa dereva katika gari namba T 257 DVP Mitsubishi Losa ambaye ameumia miguu yote miwili mbavuni, pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa e, hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori ambaye, baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua, tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo, baada ya kuruhusiwa yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha ya magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali na akashindwa kulimudu hili gari, na matoke yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi, na, na kusababisha vifo hivi.